Na mtazamaji, tuelekee kule Kakamega ambapo naibu gavana wa kaunti Kakamega Ayub Savula amemkashifu vikali aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na pia kiongozi wa chama cha DCP kwa kukosa kutuma risala za rambirambi kufuatia kifo cha aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ambaye alizikwa nyumbani kwake kule Bondo, kaunti ya Siaya siku ya Jumapili. Akihutubu kwenye hafla ya kusherehekea sikukuu ya mashujaa katika uwanja wa shule ya msingi ya Matungu katika eneo bunge la Matungu, kaunti hiyo ya Makakamega, Savula amesikitikia hatua ya Gachagua kutotuma rambirambi kufuatia msiba huo, akisema licha ya kuwepo kwa ukinzani wa kisiasa miongoni mwao hadhi yake haikustahili kufanya hivyo. Savula hata hivyo, amepigia debe gavana wa Kakamega Fernandez Barasa kupewa nafasi ya unaibu kinara wa chama cha ODM kama njia moja wapo ya kuhakikisha udhabiti wa chama hicho humu nchini. Na mimi nataka kumshukuru shujaa wetu kama amelala Raila Amolo Odinga kwa kutuletea matunda yenye tunaenjoi saa hizi. hatukuwa na functions kama hizi mashinani. Hizi functions zimekuja kwa sababu shujaa Raila Amolo Odinga alileta devolution yeye ndio shujaa namba one. Hivi leo na ofisi ya gavana kuna ofisi ya deputy gavana kuna ofisi ya MCA kwa sababu ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tunaelewana hapo. Na mimi naomba mimi kama mtoto wa pasta, kwa heshima usiwe na chuki mpaka kwa kifo aliyekuwa Mheshimiwa Baraza, nami naongea na uchungu sana aliyekuwa deputy president wa jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Wagachagua, hata kama wewe umerogwa, hata kama wewe umelaaniwa, kiongozi Raila hawezi aga na uwezienda kusaini hata condolence book. Asira gani unayo hiyo? Asira gani unayo hiyo kwa shujaa yetu Raila Amolo Odinga? hata kama mmekosana na jirani jirani akiaga, the most important thing you are supposed to do is to pay the last respect, heshima ya mwisho. Hata hukutuma huyo mkora wako Malala, alikuwa anazungukazunguka hapa Matungu, hata assign to visitors book. Shame on you Gachagua, shame on you and we are washing. Ndio Kenya hii tunasema tunataka wale viongozi wa kuweka Kenya pamo. Barasa, ulifanya kitu ya maana sana, tunakubaliana hapo.